Mimi ndio bibi yake, then unaniambia eti wewe bibi yake? Hospitali kuna gari hapo nje weza kumtumia hela zake maanake hmm. ile siku daktari alijua kwamba niko hospitalini Kenyatta hmm, aliweza kufika si. Mliona screenshot ambazo nilikuwa nimepost kwa community, mliziona zile za pesa yenye alituma, na nikatumia 50000 so nilifurahi sana, sijaipewa pesa mingi hivyo watu wanedharau, ananipeanga 5000 hizo hadi ni za macho. mambo vipi, Johncena na Silver, Kawaida yetu ni kama kawaida, make sure umeweza kusubscribe yes. Alafu uende kwa The Silver Family usubscribe. Kuna prank ingine nilipiga watu, na si mnajua hao watu wanaitwa kwa, kwa Kinandoa. Kuna prank ingine, mambo mbaya, nilipiga huko kwa Kinandoa. So mimi na bibi yake tukaprank eh, bibi ya mfalme na masijon tuliwa prank tukasema, kuwa ile mimba ya yule bibi ya yule best yangu ni yangu. Hiyo mimba sio yake, mimba ni yangu. Ile prank ilikuwa mambo mbaya, kao kimbia huko watch e, kwa, kwa Kinandoa. And then kimbia kwa The Silver Family usubscribe, kawaida yetu ni kama kawaida. Uko fine fine kabisa, mepona The... <laughs> ah. Watu wangu ameanza kuwa mzuri mpaka <laughs> daktari anaambia huyu nichukue kama security wangu kabisa kabisa. mm -hmm. E, nimepitia hali ngumu mm -hmm. Lakini Mungu anasaidia vile unaniona hivi, Mungu anasaidia. Kwa hivyo nina furaha mpwito mpwito na mm -hmm. Nashukuru na sana kurejea katika hali yangu ya kawaida. mm -hmm. E, niliona ile mesaji karoa linitumia yes Eh, najua alituma pesa aliniwekea aliniekea 50,000. Mpaka nikajiuliza hii pesa ni nikampigia ni nani alituma pesa kuniambia. Niambia. Niliweza, niliweza kumtumia hela zake maanake ile siku daktari alijua kwamba niko hospitalini Kenyatta aliweza kufika, si, mliona screenshot ambazo nilikuwa nimepost kwa community mliziona zile za pesa yenye alituma na nikatumiwa 50,000. So nilifurahi sana, sijaipewa pesa mingi hivyo. Watu wanidharau wananipeanga 5000, hizo hadi ni za macho, ni shukrani tu, ni shukrani peke <laughs> yake. Eh di juu ulisema, e, ju, yeah. Utaki kulipwa yeah. Ulikataa yeah. Mimi nikajua hata sitakwambia na kutumia mm. Juu hiyo kazi umefanya, stakuambia nataka unipe juu yako, imerudi haraka, sija waste sija tumia mafuta kwa gari sijazunguka ta sana. Unajua bado umewaste time yako Nilikuonea huruma, najua kuna watu wapembele zangu, mtu ametoka US ananipeaje 5000 na nimemsaidia, amerudisha milioni sita, milioni tatu. Mi lazima ungekunywa kachai, roho yangu tu ilikupenda. Asante, karibu sana. Ndio maana nikaona nikufanyie safi. Nashukuru sana, na ndio maana nikajua. mm -hmm. Nafaa at least nirudishe mkono. Mkono. E, si mkono mfupi lakini mkono ukarudisha e, mrefu. Hapana, hiyo ni kidogo tu, pesa ni mingi. Juu bado unajua hiyo pesa ingepotelea yote, huyu huyu angekula zote na watu wake <laughs> <laughs> nataka kuanguka na we unaambuka, juu ya kukula ngoma ya Kikamba unakula. Katikuna rafiki yangu mmoja uh -huh. Kwa US ndio alinipeanga 20,000 ndio, so vile nilikuwa na kuelezea mm. Daktari aliweza kukuja kuja mpaka hospitalini. Ndiyo na kwa bahati nzuri ilikuwa, ilikuwa na elfu mia tano nikawa watu pole sana, nimekumbuka kitu juzi. mm -hmm. Watu wangu microphone alikuwa inafanya kazi, director alikuwa amesinzia amelala darasani e, lakini tulimsamehe, alisema kuwa najua ni makosa yake aku ameona receiver moja ya microphone moja ipo inafanya, tumeomba msamaha ile wakati ulikuwa unaongea kwa simu okay, na daktari haikuwa inafanya, microphone haikufanya, so hiyo pia maneno unaweza wakumbusha, waambie nini ulikuwa umezungumza, okay. Yana story tu. Sawa sawa, na nipatie microphone zote mbili tukwe sure. Asante, asante. Maanake mwanzo, mimi nashukuru vile mnavyojua, najulikana kama hizo, mmenifuatilia vile e, tulivyoanza hii safari mpaka mahali tumefika kwa hivyo niliweza kuongea na daktari nikiwa hospitalini Kinyata, maanake nimekuwa na matatizo mengi sana. Figo yangu ilikuwa imefeli, na nikawa naumwa na kichwa sana, na ulimu kawa mzito, sikuwa ningaweza hata kuzungumza. Lakini wakati nilienda Kinyata, nikaweza kupata matibabu na nikapata nafuu kidogo, nikaongea na daktari akakuja na wakati alivyokuja nilikuwa nimemwahidi ya kwamba naendelea kusanya pesa ya kwinta, angalau niweze kufikisha mita moja ambayo ni bilioni moja hela za hapa nchini Kenya. Na bahati nzuri pia nina kazi ni wangu ambayo ako kule South Africa, maarufu inaitwa Cape Town pale anafanya kule kazi akaweza kulitumia oh, oh, pia shilingi Cape Town. Hey, kuna Cape Town na kuna Cape Verde. Okay. Sasa huyo anako pale Cape Verde, hapo ndio anasukuma gurudumu. Aliweza kulitumia shilingi elfu mia tatu. na na watch hii video, na na watch hii video. Hey, aliniona kwa mtandao, nataka nikushukuru sana. Anajulikana kama Simon Makonde. Simon Makonde anachukua fursa hii kukushukuru. Maconta, Maconta. Ah, ni jina ambayo ni ya kule Western oh, igoo kule, so Makonde <laughs> ni wale watu walizaliwa enzi zile mambo hiikuwa inaenda mzuri, lakini yeye yeah, nataka nikuongeleshe kigo aa, mkolee fursa ino kuvaliurio mno. Simon Makonde Cape Verde South Africa, orio mno mfyala khusinjira nasi sichira wandola khutv nenende mbinyakhano lakini nosinjira nasi nende silinelefu tsimia tsitaru khupanga orio mno shichira ndakayaa eh, kunyola mang'ondo yako na marira kwesiamkhana uno karo na sasa ndo grande balance ya 200,000 kwa hivyo endelea ukuguzwa tena kama sitakuwa nimepata, usimame na mimi na nitashukuru. E, so najaribu kumwambia, si tu kazini yangu sijatosheka na si hiyo, maanaake bado nina balansi ya 200k. Na mungu yule alikuguza ukanipa, ni ombi langu pia, anaweza kuguza tena, maanaake hapa <laughs> Kenya hali ni ngumu <laughs> E, unaweza nisaidia e. Si kula naee, lakini anautu utu tu, na aliona vile nahangaika tena akasikia niko hospitalini kule, na wakati huo nimetegemea ishi na sha, na saa zingine mitandao ina feli mm. Kwa hivyo mimi nasema ya kwamba eh, nimefikia mahali pazuri, si mahali pabaya. Maana eh, ukiangalia unaweza ona karo, anatabasamu. Sura mm. yake imeanza kubadilika hata vile amevaa mm. eh, vile, vile ana smile inaonyesha kwamba kuna kitu ambayo ako nayo. Kwa hivyo zile hela zake ambazo nimeweza kubaki nazo ni shilingi elfu mia mbili niliweza kumtumia kwa mpesa yake, niliweza kumtumia shilingi mia nne hamsini elfu alafu hiyo bala zingine nikamwekea kwa kaunti yake ambaye alikuwa amenitumia. Na hiyo yote, wewe kama kiongozi ulithibitisha. Eh, kwa hivyo mimi alikutumia yako na do ama alikuwa anataka kutumia 50 500, akastukia ameweka 50000 Hebu muulize daima, ajua hata mimi nimeshtuka. 50000 mara moja nilikutumia ngapi? Nilikuwa nitume hiyo 50. 500. Hapana, hapana. Hmm. Mimi si ule wa tenda wema nenda zako, hiyo nayo uge alitendea. Sasa huu ndio karo, nilikuwa na expect kuona at least, saa hizi niko na furaha, we niko na stress hmm, kukonda kukonda kukondeana lakini, saa hizi hadi naona kamwili kata niitikia, at least nimeona, nimeona kapesa hmm, itarudi yote Utaanza kumeamea e, nitaongezeka sasa. Saizi stress hakuna yenye imebaki ni kidogo ye. Lakini e, atume tu, bado twa... bado a... pesa alete 1.3 3 alisema, yeah, analipa zote. Sio nataka 1.3 eh, analipa zote, alitikia kutoa zote. Bado yule sema 1.3 zote. Sasa hivi ni boga tena da. Haru amegeuka. Sasa kama sawa. Hapana, hapana. Wewe kama kiongozi. <laughs> Eh, mambo ya sasa vile ameona pesa tena ameongezea zingine. Unajua, mimi nikisema nataka nataka one million. Hiyo then sasa hizo za juu nimwachie. Ni venye sasa bado sikuwa naona kama hiyo pesa itatoka. Lakini juu nimeona pesa inarudi. Eh, saa hizi nimeona hadi yeye ametoa inaitangwa kutoa miguu gunia, ama inaitangwa aje kujikakamua, kujika kamua eh e, juwas... Sasa so unaona mm. Sasa juu ye bado si, alisema ye mwenyewe atatoa zote, ndio alisema hivyo. E, alisema ananipatia zangu zote, tumalizane hivyo yeye yeah, e. mm. Mama kuli mimi nijue naenda kuzikulia wapi hizi pesa, na yeye aende huko Western hiyo mambo iishe, na mimi eh mimi natafuta mwingine eh. mm. hata si natafuta mwingine sina, mm. ndio natafuta mm. eh. Kwa hivyo uko soko? Uko soko, mbaya, mbaya Simi... kwanza sana. Tafuta. Simi nilifikiria ya kwa kwamba nikijika kamuwa nikurudishia hela zako, bado naweza nipa chance. Nandelela maisha. Wewe sasa kitu yenye iko wewe uko na bibi. Situlio nisho hadi kwako. Bibi ya bibi ya uko na kuinta. Sasa mimi nikuwe watatu usioni kama itawezekana. Sasa hiyo unaona kuinta kwa imba nene. Wewe unajua mimi najutia sana wewe, wewe, mwenyewe ndio ulishomtoa kanga manyoya ndio kilinipata bibi. Yaani, wewe unajua mimi nimekuwa na wakati mgumu, mahali kwenda alitorokea hata sielewi, naangalia tu mbele, nyuma naona giza, mimi peke yangu tu, hakuna kwenda. Lakini ungejua vile ulimrudishia pesa ungetoa kwa kashi Nao, kwa, at least, kwa kamera nionyeshane watu wangu sasa ile imebaki maybe ukitaka hivyo, lakini uzuri wa mpesa iko message na ile iko kwa account iko receipt ya kuonyesha ya kwa kwamba hii pesa ume deposit kutoka kwa huku kwenda huku, na hizo vitu zote nimekuonyesha, na yeye ako hapa amekubali, amepokea. Na sasa hivyo umesema vyema, pesa ningekuja nayo kash na nilikuwa nayo, ambapo hata mi mwenyewe nilikuwa nataka nikuja nayo nionyeshe, nimpe hela zake ionekane, lakini ile hali nilikuwa nayo hospitali Kinyatta, daktari alikuja akaniambia eh, wewe ukingoja hiyo pesa upeleke maisha yako inakatika. Akanishauri akaniambia ni deposit, ndio hali yangu ikaanza kurejea hali ya kawaida. Hali yangu ilikuwa mbaya sana mm. E, na daktari aliniona akaniambia nikisitisha tu nipitishe muda, mimi hatungekuwa ninaongea na nyinyi hapa kwa, mm. e, kwa hivyo hiyo ni ushauri wa daktari. Lakini ulifanya vizuri, ushajua, ushasoma leson. Nilisoma leson mm. Na mimi niko mfano ile nitaeleza watu yani nitatumika mfano mwema, mwema. <laughs> mfano. ile mfano ambayo Mwatu. Itakuwa funzo kwa watu kwa mimi ili, na wale watu wengine mm, wenye tabia kama hii hizi zangu zile mi nilifanya. Mm, manake kuna mtu amekuwa akifuatilia hiki kipindi mm, na mi nashukuru. na Biblia saa zingine nasema mambo yote inafanyika kwa wema kwa wale ambao wanamjua Mungu Opa. haifanyiki kwa wema tu kwa mtu yoyote kwa hivyo jambo hili lilifanyika kwangu, lakini mm. ninatumai ya kwamba kiongozi, kuna watu ambao wanakufuatilia mm. kuna watu ambao wanakutazama. Hata wengi wamenipigia simu wakaniambia, kuna mambo tunaona imekukumba. Nikashindwa nitawaeleza nini mm. nikashindwa vile maisha iko, lakini ni vyema wanaponitazama wajue mimi nilipata shida hii na ninajitoa kwa shida hii mm, lakini mm. hao wenye wajapitia wasijaribu kitu kama hiyo. Labda kuna mtu ana watch anafikiria ni movie yeah. Mm. kuna wengi wame watch wakafikiria si vile nimekueleza mimi mwenyewe. Kama ule kazini yangu ako kule South Africa alinipigia akaniuliza ni nini hii natazama, nikamwambia kazini yangu, niko na shida, na akaniambia naona na, akawa anafuatilia sasa, akaniambia sasa utafanya aje? Nikamwambia the only thing unaweza fanya ni uone ni jia gani utanisaidia, maana hela za wenyewe zinahitaji na maisha yangu lazima aiendelee. Na we uliona kidogo kidogo matatizo, nikaenda Kinyata Hospital. Kwa hivyo mimi amenisaidia, ningekufa. Na nilisema ili niuze vitu zangu lakini maisha yangu ni yaokoe, ili nikose kwinda nikose chochote lakini uh, maisha yangu hata <laughs> karo mwenyewe ni mkose yeah. Na kwa wale watu walikuwa na, wajua, wanajua kuna bibi, na bibi mahali unaishi yeah. Sasa ndio hawa kuna mwingine anaambia uko ice street ndiko uko ndiko eh hapo nita, ni, <laughs> nafaa miaribika. Ajua ya kwa kwamba nitaama uh, uh. Sababu ya heshima yangu ama naweza kaa tu, wewe ni kiongozi, mimi ni kiongozi, mimi ni kiongozi theia kiongozi, kiongozi. The chairman of the area uh, the people who stay at Embakasi. Uh, it's called Embakasi East eh And then the ward is called Embakasi ward eh and mm. I'm the leader there, a chairman of the area under the office of the government mm, the office of the government, the office of the chief, because the chief represent the office of the government mm. So <tutu> na najua na najua na najua mimi nikijana mzuri, hata tuliongea na ye eh, akaniambia <laughs> hata wewe ni mwanadamu <laughs> na mambo yanaweza kukukuu Kumba. Kwa hivyo, for all the people viewers wale watu wananiochi, msione ya kwamba ati mimi ni mbaya, uh, ama nimekosea. Mambo hutokea, Mapezi na this is the true story hmm. and this is the true story by the way, Mapezi. Some of the people walisema nowadays, you see, kuna drama una acti kiongozi yako hapa hmm. Naweza thibitisha karo yako hapa, director ndio ule anamulika mimi kutoka day one hii ijakuwa drama na mimi mwenyewe nimejikakamua, nimepitia kile nimepita, ango yangu ambaye ni family memba akoawea kazini yangu ambaye ako kebada akawea my wife ambaye tunaishi na yeye sahii, hata wale wanamuuliza maswali anajua kile anaendelea na ananipenda na mi nampenda. Kwa hivyo hii vitu zote zilikuwa zimetokea parasaidi zili zote hizi zote zilikuwa zimetokezea, hizo zimeshindwa kwa jina la Yesu. hmm. Na mimi nitaendelea na ndoa yangu na nitakuwa na mke mmoja tu, na wale watoto wangu, mambo ingine yote, staki. Basi, ya, na karo, hata wewe staki, hata wewe uchukua pesa yako, wale wanakutazama aone unang'ara nini, wakuchukue usukume maisha mbele. Mimi nimejifunza na mimi sitarudia tena kabisa. Shida karo, sahii kupata mtu ni ngumu. Niulize kwa nini? Kwa, ni kwa nini haujajua? Ni kwa nini sijajua? Ni kwa nini? Maanake wajua, sasa anampenda kweli, ni ngumu hapo. Nitakua ngumu. kwa nini? Sababu mm. Wajua, wakikuja sahii, wanamulika hela zake <laughs> Mungu mmoja, wanamulika hela zake, maanake hapo pendo hakuna, hakuna. Wanakuja wakijua ako na do mm. na sasa hiyo kama venye, kama venye tu we ulikuwa umefanya. Ah, mimi unajua nilikupenda kama una kitu aku... kumbuka tu ukiongozi time nilipenda, unaona hiyo time hiyo time naweza amini ulikuwa unanipenda lakini yes. Okay. Venye okay. Mpesa ilianza kuringa kitu wasichana kanaitwanga aka unaita ka, tink -tink. Eh, ka tink -tink. Uh -huh. Venye kalianza tu kuringring hivo kidogo, ndo uh, huyo nasikia bibi ushapata, bibi umeo umepata hadi watoto sijui wangapi, haponvunja mifupa, ushapatana na kuinta, bado mshaanza kukula pesa yangu. Ujaona mtu amepita hapa hivi, huyu ni kijana yake Kapeksimi nimemtazama, amekuja na mtu ambaye ako na, na rasta kama huyu <laughs> <laughs> <laughs> oh, <laughs> ako na mnati ako na mranjo huyo. <laughs> Hey, <we> anaitwa mranjo <laughs> hey? So, nimemwona akipitapita hapo bazee, anatembea pola, nataka tumuingize mixi hapo. <laughs> Okay, nimempigia ni ni simu daktari, hmm. Lakini lai hmm. Hatukuweza kuongea na yeye. hmm. Nataka amefanya kazi, kazi mingi by the way. Hmm. Kama venye tu okay, Pieni, kutoka airport amenisaidia. Sasa mimi sikuwa namjua, ukanionyesha yeye tukajuana amefanya tu kazi yake na pia e, ningetaka kumrudishia mkono pia na alikuwa amekataa pia ee, na sijui kama ataitikia pia e. Mm. Ma atakataa tu hivyo hivyo, so kitu tutafanya. Mm, acha nimalize, nachukua daktari, tuanze kupaki nyingine. Naona baridi imezidi. Ni sawa, acha basi, anaenda pungoma, anaenda pungoma kumbe ako na shughuli pungoma? Yeah. Sina habari. Siangenipeleka huko bwana. Mimi sina fea pesa mm-hmm, yangu yote nimemaliza ni nime msimu wa Christmas. Utaongea na wamwambie kama nimekuambia. Sawa. Sa. Sure so, alafu kuna kitu uh, ulisema wewe uh, ndugu yako alikuwa wapi? Wako uh, kazini yako? South Africa. South Africa haina Cape Verde, Cape Cape... South Africa wako na Cape Town. Hakuna Cape Verde. Mm. Mimi ananiambia anaishi mahali kunaitwa Cape Verde na iko South Africa mm. Kwa hivyo unataka kusema ya kwamba kazini yangu alinidanganya ama vipi? Lakini ngawaje, mii mwenyewe sijajua Cape Verde iko wapi. Mm. E, ni ile tu kuelezwa na nikajua, mm, ya kwamba anaelezwa ukweli mm ni kama mtu akuambia kwamba anaishi mahali kunaitwa. Huyo kijana daktari eh. watu wangu, subscribe, acha nilete daktari.